Kamati ya kudumu ya bunge sheria, katiba na utawala ikishirikiana na kamati za hesabu za serikali za mitaa na hesabu za serikali kuu zimepatiwa semina juu ya utekelezaji wa sheria mbalimbali ikiwa na lengo la kufanikisha utendaji wao wa kazi. Katika semina hiyo kumeibuliwa hoja mbalimbali ikiwemo kutotekelezwa kwa sheria mbalimbali kutokana na baadhi wa wasimamizi wa, wa, wa sheria hizo kuwa na maslahi na makosa yanayofanyika. Elisha Elia ameandaa taarifa zaidi. Ni Ijumaa baada ya wabunge kupitia kamati mbalimbali mbali, kufanya ziara za kikazi maeneo mbalimbali mbali, sasa kamati tatu kwa pamoja zinakutana kwa ajili ya kupigwa msasa juu ya sheria mbalimbali na utekelezaji wa majukumu yake. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge katiba sheria na utawala, Pindi Chana, na makamu mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali za mitaa, Selemani Zedi Wakazungumzia mafunzo hayo ya mamlaka ya DPP eh. Imeonekana kwamba kwa, kwa mujibu wa katiba yetu, baadhi ya kesi huwezi kumshtaki mtu mpaka DPP atoe maamuzi consent. Kwa hiyo pale kwenye powers za DPP ni eneo lingine ambalo nalo wajumbe wameomba lia. Na haja ya watendaji e, hasa kwa mfano katika kamati yangu watendaji, afisa masuuli, wakurugenzi, wahasibu wa halmashauri kwenda na wakati kujifunza hii mifumo mipya, namna ambavyo watazingatia sheria, watafata sheria za manunuzi, watafata sheria za fedha, lakini kwa kutumia mifumo mipya, mifumo ya kisasa, kisha ukawadia wasawa wa bunge kuchangia juu ya masuala yanayokwamisha utekelezaji wa sheria hizo. Sasa kwa sababu wale wanaosimamia sheria mm, hawataki kusimamia sheria ipasavyo, hiyo sheria kuitekeleza kwa mwananchi wa kawaida yeah, mwananchi wa kawaida ataitekeleza, lakini yeye anayesimamia, wakati anafanya biashara ile ile, ni kazi kubwa sheria. Kuna sheria ambazo zinalinda mali asili za wananchi madini, misitu, samaki na kadhalika. Kama wananchi wataendelea kuamini kwamba sheria zinazolinda maeneo hayo ni za serikali, maana yake ni kwamba hawatajihusisha hata kidogo na kukamata jangili. Wanajua mwenye jukumu la kusimamia sheria ya kukamata majangili ni serikali. Wakati kamati hizi zikiendelea na majadiliano juu ya utekelezaji wa sheria mbalimbali, Kamati ya viwanda, biashara na masoko ikapatiwa semina ya masuala mbalimbali yatakayochochea uwekezaji wa haraka nchini na ufanikishaji wa biashara kutoka wa kwa waziri wa uwekezaji na uwezeshaji, Dkt Mary Nagu. Yaliyopatikana kutokana na hatua hii ni kupungua kwa muda wa mizigo kukaa bandarini kutoka siku kumi na mbili hadi kufikia siku tisa na bado tunataka hizi siku zipungue. Hivi sasa mimi ni Elisha Elia, TBC, Dar es Salaam. Waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo amewataka Watanzania kutumia fursa za rasilimali zilizopo nchini kushirikiana na wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi ili kujiletea maendeleo katika nyanja tofauti. Profesa Muhongo ameyasema hayo jijini Dar es Salaam mara baada ya mkutano wake na wafanyabiashara kutoka Uingereza waliofika nchini kuangalia fursa za uwekezaji katika sekta ya gesi na mafuta. Mwandishi wetu Nora Uledi ametuandalia taarifa ifuatayo. Jopo la wawekezaji kutoka nchini Uingereza waliofika nchini kwa lengo la kuangalia maeneo ya uwekezaji hasa katika suala zima la nishati ikiwemo gesi na mafuta. Akizungumza na, na waandishi wa habari mara baada ya kufanya majadiliano na wawekezaji hawa, waziri wa nishati na madini Profesa Sospita Muhongo amesema ushirikiano wa serikali na sekta binafsi utasaidia kupunguza tatizo la umeme nchini, ikiwa ni pamoja na Watanzania kutumia busara zaidi katika mchakato huo. Sisi Watanzania tuitumie hii fursa vizuri sana. Tunaweza tukagombana tuka, tunaweza tukadharauriana, tunaweza tukashutumiana, lakini nadhani cha muhimu kabisa ni kuweka maslahi ya taifa juu ya kila kitu. Na kama kweli mtu anataka uchumi wa nchi hii ukuwe kwa kasi, uchumi, naomba nirudie, uchumi wa nchi hii hautakuwa kwa kasi ikiwa kama tunategemea uwekezaji kutoka serikalini. Hatuna fedha, ndugu zangu wa Tanzania, hatuna mitaji mikubwa mikubwa ya kuwekeza kwenye sekta ya nishati hatuna. Huo ukweli lazima tukubali, labda kama hatutaki maendeleo. Profesa Muhongo pia ameiomba serikali ya Uingereza kusaidia kuleta wataalamu wa masuala ya nishati waweze kufundisha katika vyuo vikuu vya nchini ikiwemo Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM na Arusha ili kusaidia kuongeza idadi ya wataalamu wa masuala ya nishati na madini. Nora Uledi, TBC, Dar es Salaam. Waziri wa mali asili na utalii balozi Hamisi Kagasheki amewataka wafanyakazi wa wizara hiyo kuzingatia maadili ya utumishi na kufanya kazi kwa uadilifu ili kuisaidia serikali kupambana na vitendo vya ujangili ambavyo vimekuwa vikichangia kuingizia serikali hasara ya mamilioni ya fedha. Waziri Kagasheki ametoa kauli hiyo wakati akifungua mkutano wa ishirini wa baraza la wafanyakazi wa wizara hiyo na kusema kuwa sera ya kukuza sekta ya utalii nchini inayoenda sambamba na kukuza pato la taifa itapata mafanikio endapo wadau wote wakiwamo wafanyakazi katika wizara hiyo watajiepusha na vitendo vya ukiukwaji wa maadili. Naomba niwakumbushe kwamba tunayo changamoto kubwa kukabiliana na swala la ujangili. Ningeomba iwe kauli mbiu yetu kwamba tuna wajibu, kila mmoja wetu kupambana na ujangili na kutokomeza ujangili na kwamba ujangili haukubaliki. Waziri Kagasheki ameongeza kuwa lengo la wizara hiyo kupitia mpango mkakati wa kukuza sekta ya utalii ni kuhakikisha sekta hiyo inakuwa kwa kasi na kuchangia sehemu kubwa ya pato la taifa, jambo ambalo amesema litaiwezesha serikali kuendelea kuboresha maslahi ya watumishi katika wizara hiyo kulingana na mchango wao katika ukuaji wa pato la taifa. Mkutano huo wa siku mbili unawakutanisha wafanyakazi wa wizara hiyo kutoka maeneo mbalimbali nchini, pamoja na mambo mengine, utajadili changamoto changamoto na mazingira ya utendaji kazi katika wizara hiyo na kuweka mikakati ya kushirikiana na wadau mbalimbali kukuza sekta hiyo. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Bernardi Membe, amekutana na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam na kuzungumzia ujio wa Rais mpya wa China Xi Jinping hapa nchini na kusema ziara hiyo inalenga kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China na Tanzania uliodumu kwa zaidi ya miaka hamsini. Taarifa ya Levina Kateule inasomwa hapa studio. Mkutano wa waandishi wa habari na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Benan Membe kuhusu ujio wa rais wa China Xi Jinping katika ziara yake itakayoanza Jumapili ya wiki hii. Waziri Membe amesema akiwa nchini rais Ping atakuwa na shughuli mbalimbali. Ugeni huu ni wa kipekee sana, ni wa kipekee kwa sababu moja ni raisi mpya ambaye amekula kiapo hivi karibuni. Si zaidi ya wiki mbili, lakini ni wa kipekee kwa sababu Tanzania inakuwa ndiyo nchi ya kwanza ya ziara yake katika bara la Afrika, amechagua kuja Tanzania. Kama hiyo haitoshi, hapa ndipo atakapotoa hotuba yake kubwa inayohusu sera yake sera ya China na Afrika. Hali kadhalika rais wa China atazindua kituo cha kimataifa cha mikutano cha Mwalimu Nyerere kilichopo jijini Dar es Salaam, na kuweka shada la maua katika makaburi ya wa China yaliyoko Majoe, nje ya jiji. Levina Kateule, TBC, Dar es Salaam. Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi nne zinazoongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa wa kifua kikuu duniani kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo wagonjwa kuchelewa kuripoti katika vituo vya afya. Naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii Dr Sefu Rashid ametoa takwimu hizo katika mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesema mikoa kumi imebainika kuwa na wagonjwa wengi wa kifua kikuu ikiongozwa na Dar es Salaam. Mwandishi wetu Noel Lanjawa ameandaa taarifa zaidi. Mkutano na naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii Dr Saif Rashid na waandishi wa habari, lengo likiwa ni kuelezea maadhimisho siku si ya kifua kikuu duniani yanayofanyika kila tarehe 24 ya mwezi Machi. Dr Rashid amesema pamoja na jitihada za kukabiliana na maambukizo ya ugonjwa wa kifua kikuu, Tanzania iko katika nafasi mbaya kwa kuwa na idadi kubwa ya ugonjwa wa kifua kikuu. Ni kumtaka kila mmoja wetu katika nafasi zote tu aweze kushiriki, wewe kama, kama raia una wajibu wa kushiriki katika kuhakikisha kwamba unachukua hatua za, za kuweza kujikinga na ugonjwa, na pale unapokuwa na dalili mojawapo mbili ambazo zinaashiria ugonjwa wa kifua kikuu unachukua hatua ya kwenda kupata eh, kwenda kufika katika vituo vya tiba kupimwa na kuweza kama kama una ugonjwa unaweza kugundulika na baadaye kupata tiba mapema na hivyo kuzuia eh, tatizo la kuweza kuambukiza watu wengine watu milioni mbili kati ya watu milioni tisa wanaogua ugonjwa wa kifua kikuu duniani kwa mwaka hufariki dunia. Katika hatua nyingine, Wizara ya Afya imetiliana saini na Shirika la Afya Duniani na Umoja wa Ulaya mkataba wa kupokea msaada wa kuboresha sekta ya dawa hapa nchini. Dk Rashidi amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zenye changamoto katika mifumo ya upatikanaji, usambazaji na ubora wa dawa. Noela Nja wa TBC Dar es Salaam taarifa ya Noela Njao inakamilisha habari za kitaifa. Lakini kabla ya kusonga mbele, tujikumbushe habari muhimu kabisa kwa siku ya leo.